Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatu, ahbabi wa ikhwani, asakum tayibun. Naam, tukianzisha kufungulia darsa na somo la kujua lugha ya kiarabu kwa wepesi na muda mfupi zaidi, lakini pia kama utakuwa ni mwenye kukipenda hicho kiarabu na mwenye kuhitaji baada ya kupata manufaa kupitia hicho Kiarabu usisahau kusubscribe na kucomment hiyo video na kuitazama mpaka mwisho. Aa, nitaanza kufundisha Kiarabu fasaha kisha nitaleta zile lahaja za Kiarabu, yani lugha mbalimbali ambazo, yani kama Kiyemen, kama Kisudan, mwisho wa hiyo video unayoitazama. Thib, bila kupoteza muda tuingie moja kwa moja katika kujifunza lugha ya Kiarabu. Katika kujifunza lugha ya Kiarabu, jambo la kwanza kabisa la kuzingatia utakapokuwa unaanza lugha yoyote ni kujifunza lugha, kujifunza salamu ya ile ile, yani sehemu kwamba labda Kichina unajifunza salamu ya Kichina ukienda China, na katika Kiarabu unajifunza salamu ya Kiarabu. Salamu ya Kiarabu ni ile salamu ambayo ilozoeleka, ni ile, ile ndio salamu ambayo sahihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni salamu ya Kiarabu na pia ni salam ya dini ya Kislamu. Toib. Wabaada thalika, na baada ya hapo hapo, maneno ambayo ya kujuliana hali kama kaifa haluka, kaifa haluka, vipi hali yako, na wakatha utajibu utasema, alhamdulillah, au mashaba thalika au maneno mfano kama hayo. Toib. Sasa katika msingi wa kujifunza lugha ya Kiarabu ili uijue mapema kuna kanuni ambazo natakiwa uwe nazo zitakusaidia wewe kuijua lugha ya Kiarabu kwa haraka na upesi mapema kabisa. Na kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kujifunza pia majina ya vitu ambavyo vinakuzunguka kila siku. Ambalo ndio tutakuwa tunalianzisha katika wakati wetu huu. Tutaanzisha kwanza kujifunza vitu, majina ya vitu. Baada ya hapo tutajifunza sasa yali maneno ya kuashiria ya ya vile vitu. Baada ya hapo tutajifunza vitendo na kadhalika. Moja kwa moja tuingie katika kujifunza majina. Tayeb, tutaanza na jina la kwanza ambalo ni baitun. Yani ni baitun, baitun, maana baitun. Baitun. Yani, ni ba ya ta, baitun. Baitun. Baitun maana yake nyumba baitun, nyumba. Baitun nyumba na asluhu na asli neno hili katika lugha ya Kiarabu ni kusema bata. Bata katika lugha ya Kiarabu amelala yabitu analala mabitu sehemu ya kulala sasa baitun ni ile baitun ni wadhu al-Arab ni mweko wa Kiarabu ambao unamaanisha kwamba ile sehemu ya kufanya yote yani ni malazi na vitu vingine vyote inaitwa baitun nyumba kwa Kiswahili baitun nyumba, baitun nyumba babun babun babun babun mlango babun mlango ni madkhal, sehemu ya kupita kuingia ndani inaitwa babun mlango babun mlango babun mlango babun babun babun. Na tukisema baitun nyumba babun mlango taib, waweza kuweka alif na lam ya kujulisha kwamba ni mlango maalum unaokusudia, si mlango wote. Unasema albaitu nyumba maalum, wakati unaokusudia albabu mlango maalum. Tayib. Masjidun msikiti, masjidun msikiti, masjidun msikiti. Kitabun, kitabun. Kitabun. Kitabun. Kitabun kitabu hivyo hivyo, kitabun ni kitabu hivyo hivyo. Kisha waraqun waraqun waraqun, karatasi waraqun karatasi au jani la mti huitwa katika lugha ya Kiarabu waraqun waraqun waraqun waraqun waraqun, karatasi au jani waraqun karatasi au jani qalamun kalam qalamun kalam qalamun kalam maktabun maktabun maktabun meza maktabun meza ya kuandikia ile ndio huitwa maktab lakini ile ya kutumika kwa vitu vingine haitwi maktab Maktabun ni meza ya kuandikia, na ya kusomea. sarirun sarirun sarirun sarirun kitanda sarirun kitanda sarirun ni kitanda e, kursiyun kiti kursiyun kiti kursiyun kiti kursiyun kiti. saburatun ubao wa kuandikia saburatun ubao wa kuandikia saburatun ubao wa kuandikia. lauhatun kibao cha kuandikia, ama ubao wote unaitwa ta lauhatun. lauhatun ubao wa kuandikia au ubao wote. lauha lauhatun ubao lauhatun ubao khashabun mbao, khashabun mbao, khashabun mbao, khashabun mbao. Yarabu ni sala, yarabu ni kepesi mno zaidi kuliko rafuzania. Lauhatun ubao, khashabun mbao, khashabun kha kha mbao, khashabun khashabun mbao khashabun mbao. Leo tutaishi hapa katika kuyataja majina ya vitu katika lugha ya Kiarabu. Ama tukirudi katika lugha nyinginezo, lugha tuchukue kidogo baadhi ya maneno ambayo hutumika mara kwa mara katika upande wa Yemen, tutumie Yemen leo tutazungumzia Yemen na inshallah tutakuwa tunadokezana e, kutambua baadhi ya language za mataifa ya Kiarabu tuanze na Yemen. Yemen, Yemen ukisema, sa'utika, sa'utika, sa'utika ikiwa ni katikati ya maneno akiwa unazungumza una, una maneno unasema ubatika ubatika ubatika. Lakini pia miongoni mwa maneno ambayo hutumika mara kwa mara ni neno ghudratun ghudratun ghudratun ghudratun ghudratun likimaanisha

Tayeb tuishie hapa ili nisikushughulishe sana e, ukashindwa kubeba yote. Tutakuwa tukichukua maneno mawili au matatu katika hizi lugha nyinginezo, kwa sababu hizi si za kuzingatia sana. Cha kuzingatia sana ni lugha ya Kiarabu aslan, ile asili kabisa. Na ukipendezwa na mfumo huu na video hii, inshallah usahau ku like na ku comment na ku subscribe